Yes, sasa Iran imeweza kutangaza kuwa inatarajia kurejea mezani na Marekani kwa mazungumzo kuhusu mpango wake wa nyuklia ambayo yatafanyika eh, mjini Rome, Italia, mwishoni mwa wiki hii. Masuala mazima ya nyuklia ni bado yanaendelea kusakata katika sa eh, nchi ya Iran, lakini pia na pamoja na Marekani kunaonekana kwa kutakuwa kuna kikao mwishoni mwa wiki hii, so tutegemee vitu vingi sana vitaweza kutokea. Sasa waziri wa mambo ya nje wa, wa Iran Abbas Abbas Argachi amesema bwana kuwa duru mpya ya majadiliano hayo ambayo yatasimamiwa na nchi ya Oman, lakini pia imepangwa kuweza kufanyika juma eh, Jumamosi hii katika mji huo mkuu wa Italia ambao unapatikana huko Italia ndipo, eh, ambapo kikao hiki kitaweza kufanyika na waziri wa mambo ya nje wa Iran. Sasa hata hivyo, hadi sasa serikali ya Marekani haijatoa taarifa rasmi kuthibitisha ushiriki wake katika mazungumzo hayo yaliyohamasishwa eh, lakini pia kwa muda mrefu zaidi, kwamba mpaka sasa hivi Marekani bado hajasema chochote kuhusiana na taarifa hiyo ya yeye kukaa na Iran kuweza ku, kuongea masuala mazima ya manyuklia na vitu vingine kibao. Sasa aidha mkutano mwingine unaweza kutarajiwa kuweza kufanyika Ijumaa eh, siku moja kabla ya majadiliano ya Iran, lakini pia na Marekani ambapo wawakilishi wa mataifa ya Ujerumani, Ufaransa, Uingereza watakutana kujadili suala hilo. E, bana, inaonekana kwamba pia mataifa tofauti tofauti yatakuwepo kulijadili kabla ya kuweza kukaa na Marekani ambao ni Ujerumani, Ufaransa pamoja na e, Uingereza. Sasa mataifa hayo ya Ulaya ni miongoni mwa yale ambayo yaliyotia saini ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 ambayo pia yalilenga kuzuia Iran kuweza kutengeneza silaha za nyuklia na yaliendelea kushinikiza kurejea kwa mazungumzo ya kidiplomasia ili kuweza kufufua E, makubaliano hayo. Sasa, mpaka sasa hivi Marekani bado hajatoa jibu lolote kuhusiana na e, kikao hiki au mdahalo huu ambao unategemewa kukaa siku ya Jumamosi e, lakini wao bwana e, kama Iran lakini pia Uingereza, Ujerumani lakini pia na e, wa Ufaransa pia watakaa kwanza Jumamosi, Ijumaa e, ili kuweza kujadili mambo kadhaa, then Jumamosi ndipo kikao ambacho kitahusiana na masuala mazima ya Marekani pamoja na Iran kitaweza ya e, kufanyika lakini mpaka sasa Marekani bado hajatoa taarifa yoyote kuhusiana na ta, e, na kuhusiana na kikao hiki. Je, ni kwamba anataka kukisusia au atatoa taarifa hapo baadaye? Lakini kama taarifa hii itatoka mapema zaidi, sisi sawa sawa digital tutakuwa wa kwanza kuweza kukupa updates, lakini pia e, taarifa kuhusiana na e, swala hili kwamba kikao kitakuwaje. E, Trump pia ameweza kujibu e, kwamba ta, ta kikao hicho kitafanyika kwa mtindo gani. Utakuwa umetisha kinoma noma ukiendelea kusubscribe kwa sababu taarifa zote utakuwa unazipata kwa muda na wakati. Ciao.